Sisi masheha tulikuwa tunaiona tuzura lakini undani wake hatujaupata, lakini leo tumeupata undani wa ZURA mimi maana. Kwa hivyo tunaahidi kwamba mafunzo tuliyopata, maelekezo mliotupa, tutayafanyia kazi kwa asilimia 100. pata mafunzo haya, kwanza nimshukuru Allah Mungu wa rehma, lakini pia nishukuru uongozi wa ZURA kwa kuja kutupatia elimu hii. Elimu hii nilikuwa sifahamu, lakini kupitia elimu hii leo nimefahamu, na nitakuwa mwalimu kuwafikishia wananchi wangu, hasa ni wale wanawake wana, wana wenzangu kwenye vikoba, kwenye mamikutano kusana masuala mazima ya ZURA Kupitia mafunzo hayo tunategemea masheha watashuka kwa wananchi wa chini na kuweza kuwaelewesha jinsi gani ZURA ipo na inafanya kazi zake, lakini jinsi gani bei za umeme zinavyoenda na kuweza kuwapa tofauti yake kutoka kwa mtumiaji wa mdogo mpaka na mtumiaji mkubwa, ambapo tunasema ni viwanda vikubwa pamoja na viwanda vya kati. Anatoa wito kwa wananchi wawape mashirikiano masheha wetu wanapokuja kukuelezeni au kupeni elimu juu ya haya mabadiliko ya bei za umeme, na pia kuhusu hivi vibali ambavyo karibuni tutawasajili hawa mafundi umeme. Kwa nini tunakuja na mifumo hii ya kuwasajili mafundi umeme wa, wa majumbani? Mifumo ya umeme hii si, si, si, si migeni yameanzishwa na nchi mbalimbali mbali, ipo mfano Kenya, Uganda, Tanzania bara na nchi nyingine nyingi duniani, ili kupata mafundi ambao watakuwa ni qualified kwa ajili ya kufanya kazi za majumbani za kufanya wiring katika majumba yetu. Elimu hii tuliyoipata leo, waahidi kuifikisha kwa wananchi wetu.